Kwa majina naitwa Scholastica Solomon Ndunga, ni afisa mahusiano hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Ah, ninatoa taarifa kwa niaba ya mganga mfawidhi ambaye anaendea majukumu mengine. Leo asubuhi saa kumi na mbili kasoro tulipokea majeruhi wa ajali ambayo imetokea maeneo ya Rugono iliyohusisha basi ambalo ni high, high express pamoja na, pamoja na gari ya mizigo kwa hiyo ajali imetokea mahali hapo, na hospitali tumeweza kupokea majeruhi wapatao arobaini na nne, kati ya hao watu wazima ni 37 na watoto ni saba. Kwa upande wa hao watu wazima, wanaume ni wana kumi na tisa, wanawake ni kumi na nane, na kwa upande wa watoto hao saba, wanaume ni wawili, wanawake ni watano. Lakini pia kupitia hiyo ajali tuliweza kupokea maiti mmoja, maiti mmoja ambaye alifariki njiani wakiwaleta huko hospitali, lakini maiti zingine nane ambazo zimeletwa, kati ya hizo maiti ambazo jumla ni tisa a, zimetambulika nne. Kwa hiyo mpaka saa hizi wagonjwa wanaendelea kupata huduma katika maeneo mbalimbali, wengine wanapata vipimo, wengine wameshaanza matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Mpaka sasa Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya Scania yenye namba za usajili T 406 CZS uh, na tera lake namba T 804 BUB likiwa na ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari likiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali. Ajali hiyo imetokea Juni 12, uh, mwaka huu muda wa alfajiri huko katika eneo la Merera Kibaoni, kata ya Merera, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro, kwenye barabara kuu ya Iringa Morogoro ambapo gari yenye namba za usajili T523 EKM, hii ni aina ya Higa basi likiendeshwa na dereva anaitwa Hussein Mohamed Mkwizu mwenye umri wa miaka 59, mkazi wa Dar es Salaam, ambaye amefariki kwenye ajali hiyo, likitokea mkoani Mbeya kwenda mkoani Dar es Salaam, iligongwa na roli la mizigo lenye namba za usajili T406 CZDS aa, na trailer lake namba T804 BUB aina ya Scania hii ikiendeshwa na dereva ambaye nimesema anatafutwa. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa lori kushindwa kulidhibiti gari lake na kupoteza uelekeo kisha kuligonga basi. Yeye huyu alikuwa anashuka, anatokea Morogoro anakwenda uelekeo wa Iringa. Eneo lile lina mteremko, kwa hiyo ameteremka akashindwa kulimudu lile gari ile gari limeyumba na ile container ambayo alikuwa amebeba juu pale ikachomoka ikachimba chini kwenye barabara pale, baadaye kaje kapamia lile basi. Dereva wa basi amejitahidi kulikwepa lile container, lakini na kama utaona amekwenda pembeni kabisa ya barabara pale kujaribu kuepuka. Lakini amegongwa na ile engo sasa ya lile container na kusababisha vile vifo vya watu ambao nimewataja hapo. Baadhi ya majeruhi wana hali mbaya na wamepelekwa hospitalini katika Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Morogoro na miili ya, ya marehemu imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti hospitalini hapo kwa ajili ya utambuzi. Sasa hivi aliyetambuliwa ni ule dereva tu wa, wa, wa basi, lakini wengine wanaendelea kutambuliwa kadri muda ambapo unazidi kwenda. Lakini jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawataka madereva wote kuzingatia na kufuata sheria za usalama barabarani, kukagua magari ili kugundua changamoto na kupumzika mara wanapoona wamechoka, ili kuepuka ajali na kulinda maisha ya abiria na watumiaji wengine wa barabara. Hatua kali zitachukuliwa kwa yeyote ambaye atakuwa anakiuka sheria, na wananchi yeyote ambaye anamfahamu dereva huyu, tumemfahamu kwa jina moja la Abdalla, lakini tunaendelea kupeleleza ili tuweze kujua sehemu alipo, basi atoe taarifa kwenye kituo chochote cha karibu cha jeshi la polisi, ili tuweze kuchukua hatua dhidi yake. Kwa majina, naitwa Mpoki Steven Yaswine. Nilikuwa na toka Morogoro naenda Mikumi, tukapanda fuso nikiwa na babangu mzazi lakini kufika maeneo ya Lugono, yani nilichokiona mimi ni kwamba kuna basi lilikuwa linakuja mbele yetu. Lile basi lilikuwa lina overtake, kwa hiyo lilipokuwa lina overtake likaja likapushi gari tulikuwa limepanda sisi, lilikuwa limepakia limebeba sukari, kwa linanila sukari likadondoka. Lilipodondoka gari letu likakosa mwelekeo likapaa likadupukia darajani. Baada ya pale nilichokishuhudia ni dereva anakimbia. Yaani alikotokea sijui. Kwa nini mimi nikafuata nyendo zile zile lakini sasa nitoke wapi sijui nikajikuta niko nje. Nikaanza kuomba msaada nikiwa darajani kwa chini sasa. Nikaanza kuomba msaada watu wa juu kwa sababu magari kwa ameshapaki paki mengi. Nilipoomba msaada nikaona hakuna anayenisaidia. Itabidi nipite ile njia ile nilipita nani? Dereva. Bahati nzuri nikatokea barabarani. Nilipotokea barabarani, nikaomba msaada, wakanileta hospitali, ndio nikaanza matibabu. Tumepanda gari Hai Express kutoka Mbeya saa kumi na mbili na nusu tukaje tukafanya kituo kidogo kwa ajili ya chakula pale mbee Iringa. Baada ya hapo, tukaendelea na safari. Dereva alikuwa mzuri, kwa sababu alikuwa na mwendo wa kawaida kabisa. Ndio maana mimi ingaje mimi ndereva, lakini ukiona mpaka na mimi kapata muda wa kulala, ina maana ilikuwa iko vizuri kabisa. Sasa kama kilomita 35 kutoka Eh, kabla hatujafika hatujafika hapa Morogoro, ndio nilikuwa nimepitiwa na usingizi kidogo, ndio mara nasikia kishindo, nasikia kelele za watu. Kwa kweli ni ajali kwa mbaya sana. Kwa hiyo kati vile viti vilikuwa vimekusanyika vingi tu kwa pamoja, kwa hiyo hata kutoka ilikuwa shida, lakini bahati nzuri kwa sababu wengi tulikuwa tumefunga mikanda Ah, hatukuumia kivile kwa wale ambao tu wamefunga mikanda, lakini wengi wengi wa wale ambao kufunga mikanda walihamishwa kutoka nyuma kwenda mbele kutokana na ile kishindo cha gari baada ya ile ajali. Kiujumla kweli nasikitishwa na tukio lililotokea hapa la ajali, nisikitiko kubwa sana kwenye kijiji changu. Na pia nilikuwa naomba kama kuna uwezekano hawa watu watanilodi, mama Samia naye kama atasikia hii eneo ni hatarishi kubwa sana, yani kwa sababu hapa kila msimu, kila mwaka hapa tukio lazima litokee. Hii ni kona kali sana na kona inazungumziwa sana, inawatu, ina watu wengi na madriver wengi, yani inazunguzwa sana hii kona hapa. Kama kuna uwezekano hii barabara maake ingetanuliwa ziwe njia tatu, kidogo kutakwepo kuna unafuu.